Mikono pita, mikono pita, mikono ongeza tena, ongeza makofi, ongeza makofi, ongeza makofi, ongeza makofi, ongeza na molele, molele, molele, molele. Sake, Sake, habari. Mie saa hii sina mambo mingi ya kuzungumuza ya pili, nilikuwa na mutu sasa, tulikuwa tunaenda pale ku prison kwa mtu mwenye aliniambia neno, akaniambia: mbone watoto ya Sake walipata vita sana, mbone watoto ya Sake waliteseka sana, na kuko watu wenye walishaleta mataksi hapa, ni watu gani? Sasa tunaambia watoto ya Sake, tunaambia watoto ya Sake musoko ya Sake, mabotike ya Sake tunawapatia turomwa na hamulipe taksi. Kama kuko wataksatele wenye wako na lipisha watoto ya Sake wayuwe, kuanzia leo watoto ya Sake wako na miezi tatu na hawalipe kitu, kwani batoto ya Sake hapa Sake kulikuwa vita, batu walipoteza vitu mingi na si hatuna kingine cha kusaidia population ni kuiexonere zile taxe ju population one ginsi ya kurudia mu maisha ya kawaida. ça ça va, va. Ça va. wa wakaaji ya Sake wameteseka, walifanya, walifanya kama miezi tano kama miezi sita wako kwa vita. Wakaaji ya Sake walikuwa walikimbilia Mugunga, leo hii ndio wako narudia. Watoto ya Goma wanakuya uza nyama sirituni, leo nafasi kwenye wanachuruza nyama ya nguruwe, watu wote wanatosha Sake. Leo hii watoto ya Sake tuwapatie miezi tatu, nao wajijenge, kwani walikuwa kwa shida siku za kutosha.

kata na at a a sana leo, Gouverneur anasema hamutalipa chochote miezi mitatu. Tunafurahi, tunafurahi sana sana, na Mungu ambariki, Mungu ambariki. Mnafurahi nini? Tunafurahi, tunafurahi ju baliosha ambia kila butike mwenye kuna butike anze kuwa analipalipa no chaque d makuta makuta makuta makuta autaauta. Tunamshukuru sana ametwatia bonus ya Habari yako? Mzuri papa. Mzima. Mzima. Kwa nini uko hapa? Mimi niko hapa nimekifuata mitingi ya guvernere. Mm. Ninafurahi sana kuona nzi guvernere ametupunguzia kwa hizi mataxi. Juu kwanza mimi niko mchuruzi wa nyama na toshangombe mushaki. Mbe, ninalipa 20 dolari. Nikisha ifikisha hapa Sake tena kusema nichinje tena ninalipa 10 dolari. Eh, bwana ninasema Mungu amubariki wa kabisa. Ajikaze bibi yenye amesema na vitimilike. Juta, tulitoka mungambi na franka hatuyajeinstale. Directement mungili directement, anatutilia taxe ya murefu vile umwe. Kwanza ngiza metusaidia, anatupatia le 3 mois tukweni, tumejipanga. Mungu kabisa ambariki sana no. Naomba kuja fanya nini hapa? Nakuja kwa assistant malalamiko ya wazee mzee. Ndio. Umeonaje? Tunafurahi sana. Tunafurahi nini? Kwa usalama mnatuletea barabara. Ndugu umevaa shapo ya nani? Na kwa nini umekuja hapa? Acha. Mimi nimefurahi sana nimekuja kumtingia governor. Ndio. Na unasikiaje hii hatua yake ya kusema watu wasilipe taxi wa Sake? Nimefurahi sana kabisa kwa hiyo hatua yake na kutu mabarabara kuhusu mataksi nayo kupunguza. Bala nimesema asante sana kwake, Mungu ambariki kwa wasaki macha kadukist hali. Hali safi kabisa, hakuna tatizo. Mm, nimeshasikia ambao mzee ameshazunguza hapa hapa, nimeshafarijika kwanza. Mimi natumika kazi botike, chukudie boshoferi kazi zote tupate pesa. Pesa bila pay, bila kazi pesa tumeshakosa. pesabilakazi tukitumika kazi pesa tunapata. Sasa unapte barabara ni mbaya, hatupate pesa ndio maana, na kwa ajili ya taxe sasa, kwa mzee amesema mzmsema miezi mitatu awalipe taxe hapo wasafi kwa sababu wachukudie wa motare wanabeba mifuko mbili kwenye pikipiki piki, afika kwenye bariere mfuko mmoja moya dolare 10000 francs 20000 francs na kutano, na mchurizu, kule mchuruzi na kule kutokana franga tumia la ngura pesa zinakuwa za kidogo, anafikia kuhomba. Ndio maana wachuruzi wanasema, hebu Mungu awabariki ngambo ya taxe, ngambo ya barabara pale. Tunashukuru Mungu sana, ndio Mungu awabariki baba, Mungu awabariki sana. Eh, ilikuwa namna gani na bakutuletea? Wanalipa 3000 franc na kubariere muvambiro wanalipa 5000 franc. Sasa leo mnajisikiaje? Leo tunasikia na raia mingi sana ugoverner vuva Mungu vupe nguvu amupe nguvu za mingi sana ninyi wa nani? Wakazi wa Sake tuko, bakazi wa Sake baba. Sawa. Io hali ya maisha iko namna gani? Maisha iko vyema tunazini

magonjwa. Ah, pole sana ah. Mama habari? Mimi na abari natazungumza na nyinyi muko watu wa Sake, hey, bo mama, wanasema, amu tena amutalipa tena taxi. Mulikuwa munalipa lipa pesa pengine, munapokea namonagani, muna message ya governor. Sana, guverner

Sawa. Eh. Hey. Mama, kuna ushisha sombe? Kuna ushisha sombe. Hii in sombe inatoka kwa wapi? Sombe kwa toka mvilima kule hiyo. Si hapa ni Sake. Ndio. Maisha iko namna gani? Maisha iko magumu sana, sio aibu, kimizi akila siku tulikuwa na kimizi. Hmm. Tunakosewa mafuta, tunakosewa kulipia watoto kwa masomo na njala. Lakini leo tena mumeanza maisha mapya. Tunaanza upya lakini tunasumbuka tu ndio tuko anasema msilipe taxe miezi mitatu. Asante. Tunashukuru. Ni kweli mnalipa? Tulikuwa tunalipa kabisa. Mama, somba inasema nini?

E am meanja kumalisha chakula, mama. Hapana, hatuyaanza lima, hatuna mbegu, hatuna za kulimisha sasa isombe natoka wapi? Ii sombe tuko nenda irangura shasha minofa kule mbalimbali, tuo tuko natoka hivi hmm. bado hatuyakumalisha ah. Lakini mumeanja alima eh, tu, tukepata mbegu, tunapaswa alima juma mashamba zetu ziko. Unajisikia namna gani maisha yako baada ya kutoka mkambi kule? Maisha iko nguvu sana, tunateseka sana kusema tupate vya kukula, kugharamia watoto, sabuni ya kufulia watoto, uniforme viko nguvu sana, tunateseka sana pole pole. hivi ndivyo hali ya maisha iko sasa hapa Sat.

Mama, ulikuwa umesikia usingizi iksn maisha iko je hapa? aish shksh Lakini ukiangalia maisha mlikuwa mmeishi mle mmakambi na gizi mmerudia hapa, mnajisikia namna gani? Hizi maisha tulikuwa mungano. Hizi tulikuwa mungano kwa mateso.

venye wanakuyaujisha na, na sie wanatuujishaga venye valilimaga wenye vakukutanaga na vita ndio walilimaga vakonaku maisha imerudia hapa, maisha atuyapata maisha. Uwona vilima vyote akuna kwenye kuko mimea. Baba yangu tunateseka tu tuna, na na navo vanakuya wanatuacha sie vazehe, wanatuacha sie vamama, wanaandika baba gari ba kidogo na franga za kubapatia siye wanatuwachi. Lakini unajisikia vizuri ukiangalia tofauti yenyewe, mulikuwa munaishi mkambi kule? Basi tulikuwa tunaishi mkambi, kila mwezi tuni, wanatupatiaga ile bunga, wanatupatia naile manjegere kidogo, lakini hapa tutaenda kwa malisha kabisa, ni watoto wameisha teseko. Sasa munataka nini? Tuna... munataka nini? munapenda wafanye nini? Tunataka baba yangu tunataka amani, amani njoo. Tunataka na shamba zetu wasikontroleze, tulikuwa tunalima jumuko vitu vibaya sana na, tuna, na tunaogopa kwenda ku, tunaogopa kwenda kulima, tunaogopa kwenda kuvunja makuni. Watusaidie tu, batupatie amani, batutoshee na ile mitego, na batoto vetu wamingi walisha bavea, si walivabevaga mama. Tunaikalaga tu na mauzuni njala. mitego njoo nini? Mabombe. Tunasema mitego ni mabombe mm. Mabombe zingari mushamba bayazitegulaka ta siku moya babangu. Yani, mutu aneza enda lima, anaipiga ana, ana ndani. ndani jembe kuko benye balienda kwanza wakakua bunyama bunyama, baliwaleta mumabashe juu kwenda mushamba. Kumbe bange turumia tu batutegulie mitego tuone ginzi ya kwenda mumashamba kutafuta makuni ama kulima tena chakuni, hmm.

Uzuri. Maisha namuna gani hapa sasa? Maisha ni kuzorota baba, mm, tunateseka wengine, wanapokea se tushaikala tunakosa hata vile yake tupokeakesi na manyumba zetu aziashengewaka, tunalalamu mvifera wanazunguruka makarte zingine, hii karte yetu ya maisha, mnaosikia vana twaci, naona maisha tunaishi ya bumboga, hakuna maisha ingine tunapitia kushinda Maisha ya bumai bobo Unasema? Unasema nini mama? Ulikuwa unasema nini? Watupokelesha, kama mpokelesha nusu na nusu wanayacha. Hatuna kazi. Hali ya maisha? Hatuna kitu. Hali ya maisha tunaishi ishi tu, hatuna kitu. Unaomba nini? Watusaidi na vya kula na vya kutumikisha. Lakini wanasema hamtalipa taksi miezi mitatu. Hakuna na tulipisha na alipisha, anasema kuanja leo sasa, kama kesho hey. Right. Wanasema wako nafanya nini mama?

Hamutalipa kwa sababu guverneri amesema sasa hivi, pengine mnapokeaje ujumbe eh? wake <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> miezi mitatu a ez itu nimetasema hivi sasa, vile sasa ee amesema, tunamshukuru. miezi miezi miezi mitatu mitatu, si baada ya mtalipa mtalipa, ndio mwana kwa watoto pale. Mungu unataka sema nini? na mimi nimetasema hivi, governor amesema kama ka miaka ya 18 uende ufanye kazi ya kijeshi eske bila kazi, ya, bila kazi ya kijeshi wanaume hapata pata kazi zingine bila ile kazi ya kijeshi, anasema mwenye mwenye anapenda mwenye anapenda yes. Na wengine tunasema kuhusu mji wa Sake, tumeona mabivera mabashe zinayala mungini mko mabashe ya mingi wanajenga watu ya yamingi walitoka kwa makambi, manyumba zao zilishalungula bana, kwa kuishi banateseka na vapiga sana, hasa tusaidie sana wale wamama banakosa kuishi.

wako mabashe bashe, mvula iko na tuponda kama bashe mvula iko na tuponda ulishakosa, kama tufanye aye. Mie mina sema hivi, mukariti yetu nyumba zililungulaka kwenye mkariti wangu kwenye niko nyumba zote zililungulaka, hakuna na wa hapo, wanaweza hata na na wa msaada mwanafika aseme watupatie na sie wengine, wako napokea mesi, sie ba muvambiro hatia onaka na mtu na mwa wa kufika hapo kusudi na sie watupatie msaada, ndio vile sie

Nauza makala, natoka wapi? maisha iko namna gani? hali ya maisha sasa. Guverneri amesema msilipe kodi. mnajisikia namna gani?

Mama. Hey mama, unasema nini? Unasema nini mama? Sema hakuna shida. <laughs> <laughs> <laughs>